Alm yni lildhin amnuu an tkhsh qlubuhm ldhikri llah wma nzl mn alhaq wla ykunu kldhin utuu lkitab min qbl, Je, haujafika wakati kwa walioamini kwamba zinyenyekee nyoyo zao kwa kumwabudu Allah na yale yaliyoteremka ya haki. Na wala wasiwe kama wale waliopewa kitabu kabla ya hapo. hapowla kunu klin utu lktab mnl ftal lhm lamdu qulubuhum wa wkthi minhum fasiqun. Na ukarefuka juu yao muda, kisha zikawa ngumu nyoyo zao, na wengi miongoni mwao ni mafasik.

ili mpate kutia akilini kuzingatia. inna lmusadiqina wlmusadiqati wa aqrabu llaha qardan hasanan yudafu lahum lhm wlhm ajrun karim, hakika wanaume watoao sadaka na wanawake watoao sadaka na wakamkopesha Allah mkopo mzuri atawazidishia maradufu

Jueni kwamba maisha ya dunia ni mchezo na pumbao na mapambo na kufaharishana baina yenu na kushindana kwa wingi wa mali na watoto.

msamaha kutoka kwa Allah na radhi zake na uhai wa dunia si chochote isipokuwa ni starehe fupi za udanganyifu. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardis samai wal ardi uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi Kimbilieni kuomba msamaha kwa Mola wenu na pepo ambayo upana wake ni kama upana wa mbingu na ardhi, imeandaliwa kwa wale waliomwamini Allah na mtume wake. Dhalika fadlu Allah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadli al'azim, hiyo ni fadhila ya Allah ompa mtakaye na Allah ni mwenye fadhila kubwa. ma asaba min musibatin fil ardhi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraaha inna dhalika alallahi yasir, hautokei msiba wowote katika ardhi au katika nafsi zenu isipokuwa umo katika kitabu kabla hatujautokezesha hatujauumba hakika hayo kwa Allah ni mepesi. likai la tasau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibu kulla mukhtalin fakhur, ili msihuzunike juye yale yaliyokuondokeni na msi yali yali wala msifurahie kwa yale yaliyokupeni Allah

ambao wanafanya ubakhili na wanaamrisha watu ubakhili, na atakayekengeuka, basi hakika Allah ndiye mkwasi mwenye kustahiki kuhimiliwa kwa yote. laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana li yaquma an-nas bil qist, wa yaqini tuliwapelekea mitume wetu kwa yakini, mitume wetu, kwa hoja zilizo wazi wazi kwa yakini tuliwapeleka mitume wetu kwa hoja zilizo waziwazi wazi. Na tukateremsha pamoja nao kitabu na mizani sharia, ili watu wasimamie kwa uadilifu wa anzalna alhadid fihi ba'sun shadid wa manafi'u linnas wa liya'lam Allahu man yansuruhu wa rusuluhu bilghayb Inna Allaha kawiyun aziz, na tukateremsha chuma chenye nguvu nyingi na manufaa kwa watu, na ili Allah ajuwe nani atakayenusuru dini yake na mtume wake, hali ya kuwa ni ghaibu. Hakika Allah ni mwenye nguvu zote, mwenye kushinda. Wa laqad arsalna Nuha wa Ibrahima wa ja'alna fi dhurriyyatihim nubuwata wal kitaba faminhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun, na hakika tulimpeleka Nuhu na Ibrahim na tukajaalia kwenye kizazi chao mitume na vitabu basi miongoni mwao kuna walioongoka. Na wengi kati yao mafasik. thumma qaffayna ala atharihim bi rusulina wa qaffayna bi Isa ibn Maryam wa ataynahu al-injil, Kisha tukafuatisha baada yao mitume wetu na tukamfuatisha Isa mwana wa Maryamu na tukampa injili.

maisha ya utawa wa mapadri wameanzisha wao wenyewe, hatukawawajibishia hayo juu yao isipokuwa ni kutafuta radhi za Allah, lakini hawakufuata ipasavyo kufuata. fa atayna alladhina amanu minhum ajrahum wa kathirun minhum fasiqun, basi tukawapa wale walioamini miongoni mwao malipo yao na wengi wao ni mafasik

Mcheni Allah atakupeni sehemu mbili kati ya rahma zake na atakuwekeeni nuru mnatembea nayo na atakumcheni na atakusameheni, na Allah ni mwingi wa kusamehe mwenye kurehemu. li alla ya'lam ahlu alkitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadli llahi wa anna alfadla biyadi llahi yu'tihi man ili wajue waliopewa kitabu kwamba hawana uwezo wa chochote katika fadhila za Allah na kwamba fadhila zimwe mkononi mwa Allah ompa mtakaye, na Allah ni mwenye fadhila kubwa.